Kila muislamu ana mambo anayoyahitaji kutoka kwa Allah, iwe ni afya, riziki, msamaha au hidayah. Lakini je, tunajua jinsi ya kuomba dua kwa adabu na unyenyekevu ili Allah atujibu kwa haraka? Leo hebu tujifunze adabu za kuomba dua, jinsi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotufundisha kuomba kwa namna inayopendeza mbele ya Mola wetu. Kabla hujaanza dua, tuliza moyo wako, tengeneza nia safi kuwa unamwomba Allah peke yake kwa ikhlasi na imani kamili kwamba yeye anaweza kila jambo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, Muombeni Allah huku mkiwa na yakini kuwa atajibu. Pia ni vizuri kuomba ukiwa katika hali ya tohara, umeswali au baada ya ibada fulani. Maombi yanayofanywa katika hali safi huwa na uzito mkubwa mbele ya Allah. Usianze moja kwa moja kwa kuomba kile unachotaka. Anza kwa kumsifu Allah, useme maneno kama alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah, la ilaha illa Allah. Kisha mswalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kusema Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Hii ni adabu muhimu sana kwani dua inayojumuisha salawat huwa na baraka na kukubaliwa zaidi. Kuna nyakati ambazo dua hazikataliwi: usiku wa mwisho kabla ya alfajiri, wakati wa sujudi, wakati mvua inanyesha, kati ya adhana na ikama, na siku ya Ijumaa hasa wakati wa jioni. Ukichagua wakati kama huu, dua yako ina nafasi kubwa zaidi ya kujibiwa. Omba kwa unyenyekevu na sauti ya chini, si kwa kelele. Allah anasema katika Quran, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu na kwa sauti ya chini. Pia usiwe na haraka, usiseme nimeomba sana sijajibiwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema Dua ya mtu hujibiwa maadamu hajafanya haraka. Na unapomaliza dua, taja mahitaji yako kwa undani, kisha malizia kwa maneno ya imani: Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Kumbuka, dua ni silaha ya mumini. Kadiri unavyoongeza adabu, unyenyekevu na ikhlasi, ndivyo dua yako inavyopanda juu zaidi mbinguni. Omba ukiwa na moyo uliojaa matumaini,